Kwa kuzingatia niliyoeleza hapo kwa awali, kwamba nyinyi mlio hapa mmeteuliwa kwa mujibu wa sheria, na tangu tarehe ya uteuzi wenu mnao wajibu wa kikatiba na kutekeleza majukumu ya uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na madiwani kwa Tanzania bara kwa niaba ya tume katika vituo vya kupigia kura mtakavyopangiwa. Ndugu washiriki, dhamana mmepewa ya kusimamia zoezi la kupiga kura kwa sababu kura, hivyo ni sehemu ya usimamizi na uratibu wa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani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 Nimeelezewa kwamba jumla mada mbili zitawasilishwa, ambapo pamoja na mambo mengine, mtapata fursa ya kubadilishana uzoefu na kujadiliana namna na ya kufanikisha uchaguzi katika maeneo yenu na kujadiliana namna na ya kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza katika hatua mbalimbali za zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura. Kwa wale wanaosimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura kwa mara ya kwanza, ni mategemeo yangu kuwa mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya pamoja na watendaji wengine wazoefu. Kwa upande wa wale wazoefu, mtatumia fursa hii kujiongezea maarifa mapya na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine wote. Tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa, hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura na hatimaye matokeo ya uchaguzi wa kiti cha rais, ubunge na uliwani ndipo yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko, vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Natumia nafasi hii kuasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu na miongozo inayotolewa na tume. Ndugu washiriki wa, wa mafunzo, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo: moja someni kwa umakini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayotolewa na tume, na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine, pengine yatakuwa na changamoto za kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi wapa nyaraka mbalimbali ili kama wenyewe. Kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili, jitahidini na mjiepushe kwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa, kwa kushirikiana vyema na, na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria ni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. Hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla hamjapenda navyo vituoni. Hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa. Naomba nirudi, hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa upigaji kura, yaani saa moja ka kwa vituo vya uraiani na kabla ya saa mbili kamili asubuhi kwa vituo vya magereza na vituo vya mafunzo. Ninyi ndiyo watendaji mnaokutana na wapiga kura, hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele yakura wenye mahitaji maano, watakapofika vituoni, kufanya mawasiliano na msimamizi wa uchaguzi au afisa uchaguzi pale ambapo ushauri utahitajika kuhusiana na masuala ya uchaguzi katika kituo chako. Mwisho, kupokea kuhakikisha mnavitunza na kuvikabidhi kwa ukamilifu wake baada ya uchaguzi. Ndugu washiriki wa, wa mafunzo, kuna jambo moja nataka niwakumbushe kabla sijamaliza hotuba yangu, kifungu cha ishirini cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba mbili ya mwaka elfu mbili na ishirini.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 wa Tume Huru ya Taifa ya uchaguzi katika kutekeleza majukumi yenu ya uchaguzi. Pili, kwamba kwa utendaji na uwajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu kwa Tume, mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya uchaguzi na sio kwa mamlaka isipokuwa kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Tatu, kwamba taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa kwa tume kupitia kwa msimamizi wa uchaguzi na si vinginevyo. Nne, kwa nini basi simamieni viapo vyenu vya, vya kutunza siri na kujitoa au kutokuwa wanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Hivyo, katika utekelezaji wenu wa majukumu, zingatieni matakwa na masharti ya kifungu hiki ili kuepuka kuonekana na wajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na tume katika kipindi hiki, ndugu washiriki wa, wa mafunzo, kwa kumalizia, niwasihi mzingatie mafunzo mtakayopewa na mtoe uzoefu wa usimamizi wenu kwa siku za nyuma ili iwe ni somo kwetu sote katika utekelezaji wa jukumu lililopo mbele yetu.